Ndugu zangu ndugu zangu, leo ndo tupo katika hitimisho la mwisho kabisa la ujenzi wa pavement zetu za kisasa kwenye upande wa rangi. Tumekuja kuhitimisha kabisa, kuhakikisha eneo la mteja wetu linakuwa kama vile yeye anavyohitaji. Kwa hiyo, leo ndio tumekuja kufunga kazi rasmi kabisa. Kwa hiyo, tupo na manjinia wetu hapo wakiendelea na upakaji wa rangi kuhakikisha ile eneo linakuwa la kisasa kabisa. Kwa hiyo, tupo na fundi wetu hapa atatueleza ni namna gani kazi yake inaendelea mpaka sasa hivi anafika hitimisho. Kaka, Naweza hmm. kwako? Naam. Kazi inaendeleaje mpaka sasa hivi? Kazi inaendelea vizuri kama unavyoona. Naam. Hmm. E, changamoto gani kubwa ambayo unaikutana nayo eh, ukiwa na katika harakati zako za ujenzi? Changamoto kubwa na mtaa nazo mvua. Hmm. Na nyingine kama eneo liko na watu. Sawa, umeeleweka vizuri. Kwa hiyo unashauri nini wadau ambao wanataka kujenga na Kiboke Building? Unashauri waje kujenga na Kiboke Building kama No. kwa ajili yao okay. Jenga pevi nzuri na za kisasa napaka rangi nzuri zenye ubora <laughs> kabisa kabisa. Jamani, injinia wetu ameshamaliza kila kitu, kwa hiyo unasubiri mimi na wewe kuja kuboreshewa nyumba yako, kama mteja wetu kutoka Kibugumo jinsi alivyoboreshewa. Eneo lake limekuwa la kisasa, eneo limeshaini, eneo limependeza. Oh, karibuni sana hapa Kiboke Building kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Asante, karibuni sana.